Mambo matano ambayo unatakiwa kumwomba Mungu kila siku. Kwa siku ya leo, utakwenda kuyaangalia mambo matano ambayo unatakiwa kumwomba Mungu kila siku. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza ni mambo gani matano ambayo wanatakiwa kumwomba Mungu kila siku na wengi wao wameishia kugonga mwamba. Leo nitakwenda kukwambia mambo matano ambayo unatakiwa kumwomba Mungu kila siku. Kabla hatujaendelea na somo letu hili zuri, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media, hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu aendelee kuwalinda, kuwatunza na kuwafanikisha zaidi. Lakini pia kama wewe ndio baraka ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media, basi nikupe pole kwa sababu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 wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie mambo matano ambayo unatakiwa kumwomba Mungu kila siku. Namba moja, kumshukuru Mungu. Mungu anapenda mtu ambaye ana moyo wa kumshukuru yeye. Ukisoma Biblia utaona Yesu Kristo aliwaponya watu kumi wenye ukoma, ila alirudi mtu mmoja kumshukuru. Ukisoma kwenye kitabu cha Luka 17 na mstari wa 12 hadi wa 17 imeandikwa nukuu, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma, wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, E Yesu bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia inendeni mkajionyeshe kwa makuani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote kumi? Wale kenda wa wapi? Unaona, tunajifunza Mungu wetu ni Mungu ambaye anapenda shukrani siku zote. Watu wengi wanakuwa wanasahau yale Mungu ambayo anawatendea, wanasahau kumshukuru Mungu, na jambo hili Mungu anakuwa analichukia sana. Siku zote Mungu anapenda mtu ambaye anamshukuru yeye. Watu wengi wamepona kwenye magonjwa ambayo waliumwa. Nataka nikwambie, kuna watu waliumwa ugonjwa kama wako, lakini hawakupona, walikufa. Lakini Mungu alikuponya wewe, Mungu alikusaidia wewe, ulisafiri na ukafika salama na ukarudi salama yote hayo unatakiwa kumshukuru Mungu kwa sababu, wako watu ambao walisafiri kama wewe, lakini hawakufika walikokuwa wanaelekea, waliishia njiani wakafa. Kwa hiyo, jambo la msingi ambalo unatakiwa kulifanya, ule nisikiliza, ni muhimu kumshukuru Mungu kila siku. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya tano na mstari wa 18, hey, inaandikwa shukuruni kwa kila jambo. Mungu anatuhimiza tumshukuru kwa kila jambo. Kila jambo ambalo Mungu anakufanyia kwenye maisha yako inakupasa kumshukuru, usije ukaridhika ukaona ana kwamba ni nguvu zako au kana kwamba ulistahidi kitu hicho, la, la hasha, bali unatakiwa umshukuru Mungu kwa kila jambo. Hata uwai ulionao unapaswa kumshukuru. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua unapomshukuru Mungu hufungua milango ya baraka juu yako siku zote. Unapokuwa na tabia ya kumshukuru Mungu Mungu huanza kufungua milango ya baraka juu ya maisha yako. Unapomwambia Mungu asante na kushukuru Mungu huanza kufungua milango ya baraka juu ya maisha yako. Lakini pia kabla hujaanza siku yako, hakikisha unamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya afya yako, familia yako na kila kitu, kabla hujaanza siku yako, hujaanza kazi, hujaanza kitu chochote kwa siku. Unapoamka tu kitandani anza kumshukuru Mungu, pia hata kwa nafasi ya uhai ambao uliupata, kwa sababu wako watu ambao wako watu wengi walilala, lakini hawakuweza kuamka, walikufa wakiwa wamelala. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kulifanya kwenye maisha yako, anza kumshukuru Mungu kwa kila jambo ambalo Mungu amelifanya kwenye maisha yako. Anza kuona ni nafasi ya kipekee, anza kuona una nafasi ya kipekee mbele za Mungu. Anza kumwambia Mungu na kushukuru kwa nafasi hii, anza kumwambia Mungu na kushukuru kwa kunipa uhai, anza kumwambia Mungu na kushukuru kwa kunipa pumzi. Anza kumwambia Mungu na kushukuru. Asilimia kubwa watu badala ya kumshukuru Mungu wamekuwa wakinung'unika. Ukisoma Biblia utaona kuna watu kwa sababu ya kumnung'unikia Mungu ardhi iliwahi kufunguka na ikawa meza. Kwa hiyo Mungu anachukia mtu ambaye ananung'unika. Yako mambo mengi ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yako, unapaswa kumshukuru yeye hata kwa nafasi hii ya mkini unapitia mambo magumu, lakini ile hizo nyakati ngumu hazijakuangamiza, unatakiwa kumshukuru Mungu kwa kuendelea kuwa pamoja na wewe. Hili ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa kupata muda kabla hujaanza siku yako, kabla hujaanza siku yako, anza kumshukuru Mungu. Anza kumwambia Mungu na kushukuru kwa nafasi hii. Mshukuru Mungu, express the God gratitude, the gratitude of God. Yani, anza kumshukuru Mungu, mwambie Mungu na kushukuru kwa kuwa wewe ni mweza na kushukuru kwa kila jambo na kushukuru kwa kuwa unanipenda na kushukuru kwa, kwa na nijali na kushukuru Mungu. Mshukuru Mungu kadri atakavyokujalia, mshukuru Mungu. Lakini jambo namba mbili, Mwombe Mungu uongozi wake, mwombe Mungu akuongoze kwenye kila jambo kwa siku hiyo. Hili ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa kulifanya kila siku. Hakikisha unamwomba Mungu akuongoze kwenye kila jambo. Mwombe Mungu akuongoze kwenye maamuzi ambayo unayafanya kwa siku hiyo. Mwombe Mungu akusaidie kufanya maamuzi sahihi. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya tatu na mstari wa tano hadi wa sita imeandikwa nukuu, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo unatakiwa kumwomba Mungu. Mwombe Mungu akuongoze kwenye kila jambo ambalo unalifanya. Mwombe Mungu akuongoze kwenye kila maamuzi unayofanya. Mwambie Mungu akuongoze ili ufanye maamuzi ambayo ni sahihi. Watu wengi wa hawakumuomba Mungu uongozi, ndio maana unajikuta unafanya maamuzi ambayo sio sahihi, yamkini zikawa ni kwenye mahusiano, kwenye kazi, kwenye biashara na kadhalika. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kulifanya ni kumwomba Mungu akuongoze kwenye kila jambo, kwa sababu siku zote Mungu akikuongoza atakulinda. Lakini jambo la tatu ambalo unatakiwa kumwomba Mungu kila siku, mwombe Mungu afya njema, ulinzi na nguvu. Siku zote unatakiwa kupata muda wa kumwomba Mungu uh, afya njema, ulinzi na nguvu, mwambie Mungu akujalie afya njema, kwa sababu akikujalia afya njema una uwezo ukafanya vile ukatimiza kusudi lake ukiwa vizuri. Kwa hiyo mombe Mungu aa, akupe nguvu ya kukabiliana kila kikwazo kilichopo mbele yako. Nataka kumwambia Mungu akupe nguvu ya kukabiliana kila kikwazo na changamoto iliyopo mbele yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya tatu na msari wa tatu imeandikwa lakini, Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Siku zote unapomwomba Mungu nguvu atakufanya kuwa imara na atakupa nguvu ya kukabiliana na yule mwovu, atakupa nguvu ya kukabiliana kila na kila mipango ambayo shetani mipanga dhidi yako. Lakini jambo la nne ambalo unatakiwa kumwomba Mungu kila siku, mwambie Mungu uko tayari ya kutumie. Mungu akitaka amtumie mtu, huwa aangalii uwezo wa mtu huyo, bali Mungu huangalia utayari siku zote. Au jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, Mungu akitaka kumtumia mtu, siku zote Mungu huwa aangalii uwezo alionao mtu lakini Mungu huwa anaangalia utayari alionao mtu. Lakini jambo la tano ambalo unatakiwa kumwomba Mungu kila siku, omba hekima ya Mungu ikiuongoze . Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na mstari wa tano imeandikwa nukuu, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapae wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Kwa hiyo hekima itakusaidia kujua cha kufanya, mtu akufanya naye, muda wa kufanya, kufanya eneo la kufanya, na namna ya kufanya jambo hilo. Kwa hiyo ni muhimu sana kumwomba Mungu kila siku hekima. Unapoamka mwambie Mungu, omba hekima kwa Mungu, kwa sababu hekima itakuongoza, hekima itakulinda, hekima itakusaidia kujua kitu cha kufanya, namna ya kufanya, mtu wa kufanya na na iko kitu lakini, na eneo la kufanya kitu hicho. Kwa hiyo ni muhimu sana kumwomba Mungu kila siku hekima. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama umependa somo hili, tafadhali like video hii, lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, akajibu hitaji la moyo wako. Nakupenda sana, tukutane kipindi kijacho na kutakia wakati mwema.